Mambo vipi mdau na mfuatiliaji wa masuala ya michezo. Karibu sana katika chaneli yako hii habari za michezo na burudani, ili tuweze kupeana zile taarifa ambazo zimechukua nafasi katika masuala eh, ya kimichezo. Kama uje subscribe basi unapitwa na mengi sana. Subscribe kwa sasa ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu ambazo tunadondosha humu ndani kila siku. Sisi tunadondosha taarifa mpya ili usipitwe na usajili wa Simba, Yanga na taarifa zote eh, Simba, nani anaingia nani anatoka, na upande wa Yanga, nani anaingia nani anatoka. Basi taarifa hizo zote sisi tunakukusanyia na kukusogezea hapa katika chaneli yako hii ya habari za michezo hivo, na burudani hivyo na kusigusa tu neno subscribe. Ukisha subscribe, basi utakuwa umejisajili moja kwa moja na chaneli hii ya habari za michezo burudani, na burudani na kila taarifa tunayodondosha humu ndani, hususan usajili wa wa Simba na Yanga, basi unakuwa wa kwanza kupata taarifa hiyo katika simu yako ya mkononi, yani notification hivyo, subscribe kwa sasa ili ujiunge na maelfu ya Watanzania ambao wanafuatilia e, chaneli hii kwa ukaribu kabisa. Hivyo fanya hivyo kwa sasa ili ujisajili na kumbuka kuelekea dirisha kubwa la usajili mwishoni mwa msimu huu. Kumbuka ligi ipo inaelekea ukingoni, tukiwa katika raundi ya pili, hivyo maswala ya usajili yameanza eh, kupamba moto. Hivyo eh, ili uwe mwanafamilia wa chaneli hii na taarifa zote za usajili ziweze kukufikia katika simu yako ya mkononi, gusa tu neno subscribe. Ukisha subscribe, basi utakuwa umejisajili moja kwa moja na kila taarifa utakuwa wa kwanza kuipata katika simu yako ya mkononi Yaani notification eh bana, leo nakuletea taarifa ambayo hujawahi kuisikia eh, popote pale. Basi kama ushawahi kuisikia basi umeisikia juujuu tu, basi leo nakupa uh, ile story kwa undani kabisa, na hii stori inawahusu klabu ya wekundo Msimbazi Simba na kiungo mshambuliaji of Zanzibari eh, ambaye anakipiga pale kunako klabu ya Azam FC. Si mwingine huyu ni Faisali Salum. Faisali Salum na Simba wamefanya nini? Basi endelea kunisikiliza na kunitegea sikio, nikupe taarifa ambayo itakuwa njema kwa wewe shabiki na mwanachama wa klabu ya wekundo Msimbazi Simba. Taarifa zinasema kwamba uh, Simba walifukuzia saini ya Faisal Salum kwa muda mrefu sasa takriban misimu miwili iliyopita, lakini dirisha dogo la usajili Simba wakiweza kumkosa Faisal Salum. Lakini kuelekea dirisha kubwa la usajili asilimia 98, na Simba wanakwenda kumpata Faisal Salum katika dirisha uh, kubwa la usajili, kwa sababu tayari Faisal Salum yeye amekubali kutua kunako klabu ya kundwa msimbani, Simba, na amekubali ni mkataba wa miaka mitatu na nusu, na mkataba wake una kipengele kwamba endapo e, atawashawishi mabosi wake wa klabu ya kundwa Msimbari Simba, basi wao wapo tayari kumwongezea mkataba. Lakini e, jambo jema zaidi ni Azam FC e, wametoa taarifa kwamba e, mwishoni mwa msimu huu wanachana na Faisal Salum na Faisal Salum ataelekea kwenda kwa klabu ya wekundu wa msimbazi Simba, ambapo tayari Simba wameshafanya mazungumzo eh, na Azam FC na kila kitu kimekwenda sawa. Hivyo taarifa zilizopo ni kwamba Simba na Faisal Salum mambo yameiva, na Simba uongozi wa Simba pamoja na uongozi wa Azam tayari umeshamaliza jambo hilo, acisubiriwa tu ni dirisha kubwa la usajili mwishoni mwa msimu huu, basi Faisal Salum aweze kuvalia jezi nyekundu na nyeupe kunako klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Pia kuna taarifa pia e, Simba kumpeleka Edwin Barua kwa mkopo kunako klabu ya Azam FC kwa mkopo mwa, wa mwaka mmoja e, Faisal e, Edwin Barua akielekea kunako Azam FC. Feisal Salum naye anatoka Azam FC kurejea klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Basi hizi ni taarifa za ndani kabisa ambazo nakupenyezea. Nimeshakwambia e, mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii ya habari za michezo na burudani, ni kwamba sisi tunakupa taarifa ambazo hujai kuzisikia popote pale. Tunakwenda chimbo alafu tunaivuka na madini na bila hiana zinaleta kwako, cha kufanya tu ni kugusa tu neno subscribe ili kila taarifa ambayo dondosha humu ndani basi uwe wa kwanza kuipata taarifa hiyo. Kumbuka tunaelekea dirisha kubwa la usajili mwishoni mwa msimu huu tayari. E, timu zimebakisha mechi nane tu kuweza kumaliza msimu huu. Hivyo e, taarifa ama tetesi za usajili dirisha kubwa zimeanza e, kupamba moto. Bado pia na taarifa kuhusu Simba. E, wanaosajili wa kina nani, na huku na huku, Yanga pia wanaosajili wa kina nani? Taarifa zote ziko hapa, tutaendelea kukudondosha taarifa moja baada ya nyingine, ili usipitwa na taarifa hizo. Gusa tu neno subscribe, na kila taarifa ambayo tadondosha humu ndani, basi utakuwa wa kwanza kuipata taarifa hiyo. Leo nimekuletea taarifa hii kuhusu Faisal Salum na Azam FC na Simba kwamba mambo yamemalizika akisubiri watu ni ufunguzi wa dirisha kubwa la usajili ili biashara iweze e, kufanyika Faisal Salum amekubali mkataba wa miaka mitatu na nusu ambao Simba umemwekea mezani Faisal Salum na kipengele cha kuongeza mkataba mwingine endapo tu atawashawishi mabosi wake hao wa klabu yawekundwa msimbani Simba hii ni taarifa ambayo itakwenda kukamilika mwishoni mwa msimu huu na pia Simba wanajiandaa kumpeleka eh, Edwin barua kunako klabu ya Azam FC kwa mkopo wa mwaka mmoja eh, Azam FC wanamhitaji barua, hivyo Simba wape, wanawapelekea barua mwishoni mwa msimu huu kwa, mkata, kwa mkopo wa mwaka mmoja na hapo hapo dili la Faisal Salum kutoka Azam kuja Simba litafanyika. Hizi ni taarifa ambazo nakupa wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yako hii habari za michezo na burudani. Kila siku kila saa tunadondosha habari mpya humu ndani, haipiti siku hata tunadondosha habari mpya ili usipitwe na taarifa zetu, basi gusa tu neno subscribe. Kila taarifa eh, kama utakuwa umesubscribe, kila taarifa utakuwa wa kwanza kuipata katika simu yako ya mkononi, yani notification. Ukishia subscribe, unajiunga na maelfu ya Watanzania. Leo tulikuletea taarifa hii kuhusu Simba kumpatia Faisal Salum mkataba wa miaka mitatu na nusu na kipengele kuongeza mkataba endapo tu ataonyesha performance kubwa kuelekea dirisha kubwa la usajili mwishoni mwa msimu huu. Asante kwa kutufuatilia, asante pia kwa kuendelea kutuamini. Ukishamaliza kutazama video hii, basi gusa tu neno subscribe ili ujisajili moja kwa moja na chaneli hii na uwe wa kwanza kupata taarifa zetu ambazo pindi tutakapozidondosha humu ndani.